Hawa waliotangulia mbele za haki, inawezekana wapo ambao walikufa kwa sababu ya kukosa huduma za uzazi, wapo ambao walifariki kwa sababu watoto hawakulelewa vizuri wanapozaliwa, wapo ambao walikosa huduma kuongezewa damu, wapo ambao ni mambo mengi mpaka mtu anafikia hatua ya kufariki. Kwa hiyo hapa pana modo nzuri sana ya waliowafu na wale ambao wanaumwa wanatakiwa wapate huduma ya uponyaji. Kwa unapopona ukiangalia mbele kaburi, unamwambia nakushukuru Mungu, na unapoingia ukiangalia kaburi unaona kabisa na labda na wewe unakwenda huko, lakini ukipata tiba hapa ukienda kule ukijifananisha, unaona kumbe wewe bado Mungu anakupenda zaidi. Akina mama na akina baba, leo Mheshimiwa Rais anatumia fedha hizi za umma kuwekeza sana kwenye sekta ya afya na mtoto au kwenye sekta ya mama na mtoto. Lengo ni kwamba kama kuna mama mjamzito akijifungua, basi yeye apone na mtoto apone. Lakini ndugu zangu, akina mama na akina baba mlioko hapa, gharama katika hospitali zetu za kawaida za mama kujifungua katika hali ya kawaida ni elfu sabini na tano mpaka shilingi laki moja na akijifungua kwa operesheni kwenye hospitali zetu hizi za umma ni shilingi laki mbili mpaka pengine hata zaidi kidogo. Lakini kinachotokea gharama kubwa ya matibabu kwa mama huyu anapojifungua zinabebwa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kinachopaswa kufanyika ni kitu gani? Wewe ukishasaidiwa, serikali imekulipia ile pesa na umetoka salama. Kinachopaswa wewe sasa, usimdondoshe mheshimiwa rais kwenda kuwa na malezi ya mtoto yasiyofaa mpaka mwisho anadumaa na mwisho anakuja kuwa si mtu sahihi katika taifa letu. Kwa kuwa mtoto anayetoka hapa anahitajika kwenda kusoma shule, mtoto anayezaliwa hapa anahitajika kwenda kuwa kiongozi mkubwa baadaye. Wazazi wangu mlioko hapa, ni aibu sana kwa Dar es Salaam mtoto aliyezaliwa kwa misamaha ya serikali kwenye hospitali hii ya Makurumla halafu leo na anajiunga na chekechea na darasa la kwanza eti mzazi hatoi chakula shuleni, anasema hana hela. Sasa niambie, rais angesema hana hela wakati mtoto tayari yuko langoni kutoka, na angeweza kupoteza maisha, nadhani wewe mama pia, hata mtoto angepoteza maisha. Sasa kwa sababu serikali imekugharamia wewe, na itana, inatamani kumwona mtoto ambaye ni zao jema kesho, hebu tusaidiane sana, tusibishane mambo ya vyakula kwa watoto. Mtoto asipolishwa vizuri ni kama mmea mchanga usiopaliliwa wala kupewa mbolea, kitakachotokea utakuwa ni mmea usiozaa matunda. Magonjwa mengi ya ukubwani kwa watoto wetu yanatokana na lishe mbovu na namna alivyolelewa tangu utotoni. Matokeo ya mtoto leo kuwa kibaka na jambazi yanatokana na malezi mabovu aliyoyapata kwenye jamii yake, na ndio maana Dar es Salaam leo mnakuta wimbi kubwa la vibaka wanadhibitiwa askari mpaka muda mwingi wanapoteza muda kulinda raia kwa sababu ya vibaka waliozalishwa ndani ya nyumba zetu. Hii yote ni kwa sababu ya madhara ya kukosekana kwa malezi bora na kusahau wema wa serikali tangu mtoto anazaliwa kutoka siku ya kwanza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Utekelezaji wa mradi huu ni unatumia kwa njia force account. Hali ya utekelezaji wa mradi huu ni kama ifuatavyo. Jengo la upasuaji limefikia asilimia mia moja kwa maana limekamilika. Lakini jengo la wa wazazi limefikia asilimia sabini na mpaka hivi sasa ujenzi bado unaendelea. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hadi hivi sasa jumla ya shilingi 279 milioni laki moja na moja mia sita arobaini na tisa elfu zimetumika ambazo ni sawasawa na asilimia 79.74 ya fedha zilizotolewa. Lakini pia kwa jengo la kinamama kukamilika, kuweza kuwalaza, tutakuwa tuna uwezo wa kuwalaza wakinamama zaidi ya themanini ambapo kwa sasa hivi ni tofauti na jengo letu lililopo, linaweza likawalaza wakinamama wawili tu kwa ajili ya kujifungua. Isi wakazi wa Makurumla. Binafsi tukushukuru wewe pamoja na serikali yetu ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Sisi kwa ngazi yetu ya halmashauri tunaweza tukawa tunapanga vipaumbele, lakini kwa maana ya kwamba utekelezaji na upitishaji wa mradi unabakia kwenye ngazi ya msingi ya mkoa, kwa maana chini ya mkuu wa mkoa na rais anaridhia. Na hapa sisi tunazungumza tukiwa tuna furaha tele, tayari halmashauri yetu kupitia mkurugenzi wetu wa halmashauri Comrade Titus Aaron Kaguru Mjuri ametuingizia shilingi milioni mia tatu na hamsini. Miezi miwili ijayo, inaweza ukafanya tena ziara hapa ukakuta mtoto wa kwanza ambaye amezaliwa kwa uzazi pingamizi amezaliwa hapa Makurumla. Kwa hili si tunakushukuru wewe binafsi, tunamshukuru Mheshimiwa Rais, tunasema ya kwamba Samia hana mbambamba. Mwaka elfu mbili na ishirini Chama cha Mapinduzi hapa kilipata kura za mgombea urais 35,500 plus this time moja kati ya commitment ambayo tunaiweka, tunakwenda kwa kasi kubwa ya maendeleo, kwa zaidi ya kula elfu thelathini na kitu. Sisi tuliokuwepo hapa Makurumla, mradi huu, tunasema kwa mama Samia anatudai, kata Makurumla anatudai, mama Samia ana deni wetu, anatudai mama Samia. Mitano tena. Mama Samia mitano tena.